Ahadi ni deni, raya timami. Wahusika na sifa zao. Fadhumo mwenye bidii. Matokeo yake mazuri yanampa nafasi katika mojawapo ya shule za upili bora. Adan anamsifu kwa bidii yake na anasema kwamba hajawahi kuona mwanamke mwenye bidii kama Fadhumo. Alifanya shughuli ya malezi ya watoto na kazi za nyumbani kuonekana mepesi, kuonekana kama kanda la usufi. Alijitahidi sana alipofunzwa nyumbani kama mwanafunzi wa kibinafsi. Hakuchelewa kuhudhuria masomo na daima walimu walimpata akidurusu. Kwa bidii Fadhumo alikamilisha masomo ya shule na kuhitimu kama mwalimu wa watoto. Mwenye nidhamu. Alitii kauli ya babake ya kuishi na binamuze wakati shule zilipofungwa hadi muhula wa tatu. Alizingatia maneno haya hata baada ya babake kufa. Alikataa pendekezo la yule jamaa aliyetaka awe kimada wake ndipo amlipie karo. Mtifu. Mwalimu mkuu alimsifu kwa bidii na utifu na alitamani wanafunzi wote wangekuwa kama yeye. Anajali maslahi. Alikuwa radhi kuolewa kwa umri mdogo kusudi awasaidie ndunguze. Fadhumo pia ni mkakamavu, msomi, mwenye mapenzi ya dhati na amewajibika mhusika wa pili ni bwana Khalif ni babake fadhumo ana mke na watoto tano mwenye matumaini aliamini mwanawe fadhumo angebadilisha hali yao ya maisha mwenye bidii jitihada ingawa alikuwa masikini alijitahidi kumlipia fadhumo karo na kumnunulia mahitaji ya shule mwenye furaha alikuwa mwingi wa furaha na bashasha na alichangamsha nyumba nzima. Mhusika mwingine ni Adan. Adan ni mumewe Fadhumo, ana sifa zifuatazo: mwenye mapenzi ya dhati, alidhamini sana mkewe Fadhumo na kumjali. Anajali maslahi, alijitolea kumsomesha Fadhumo na alikuwa tayari hata kumtorosha ili afanikiwe. Mwenye msimamo thabiti alijitolea kumsomesha Fadhumo na hakubadili wazo lake hata pale anapopingwa na mjombake. Mhusika wetu wa mwisho ni mwalimu mkuu. Ana sifa zifuatazo: mwenye upendo, anamkaribisha Fadhumo ofisini mwake kwa kumwambia e, ingia ndani mama. Mama e ni jina la upendo kwa mtoto wa kike. Mwenye hekima Anamshauri Fadhumo kwanza kabla ya kumpokeza habari za kufa kwa babake. Kila laheri.